Tutoe Mungu anabariki, anafungua milango, anazuia hivi vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia kaka mtaki yenyewe ndugu zangu ni kadogo, lakini kana mambo machafu huyu. Unajua mambo machafu, kana michezo ya ajabu, kana chuma uleti, kana wachawi. Na ukiangalia wachawi wenyewe ni vitoto vidogo, vijana vibinti, ndio vinafanya michezo michezo ya ajabu hivi. Kwa hiyo ndugu zangu mi nichokuwa na kishauri hapo, na naona ni jambo la busara sana kulingana na mazingira yetu haya. Hebu tujaribu basi, hata tunapokuwa tunafungua ofisi, tufungue kwa maombi, tumkaribishe Mungu kwenye biashara zetu, atatengeneza njia. Na amini, ni vitu vidogo sana, hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Aluwa, mimi nizungumze ile hapo katika point uliyozungumza ni kwamba kutoa sadaka na kufanya maombezi, ila useme tuenda kuwasaidia maskini wasiojiweza. Sisi tuna nini hapa? Tuna kitu gani hapa sisi cha kwenda kusaidia watu wakati si wenyewe tunahitaji msaada? Ah, si kweli? Ah, ndio. Pole wewe, hicho e nachokipata wewe, kuna mtu hakipati kabisa. Na wewe sio kwamba unakipata kwamba una sifa za kukipata ni Mwenyezi Mungu aliyeamua kukupa na anakupa angalau nawe uweze kuwasapoti wa wasiojiweza. Kuna watu hawana namna ya kupata hicho kitu. Mungu anakubariki we, anakupa nautoa upate mtoa kanisa <laughs> amina, Baba, amina, lakini anachoongea wanda ni cha ukweli.